Habari, naitwa Mr. Boom, mwenyekiti wa HKS Foundation, ambayo hii ni taasisi ya kusaidia jamii yenye uhitaji, yani jamii yenye mazingira magumu kama wagonjwa, yatima, wazee na jamii nyingine kama hiyo, ambapo taasisi hii ilianzishwa elfu mbili na kumi na tano, lakini pia ni mkurugenzi wa Boom Store, ni wauzaji wa vifaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani yani home decoration, lakini pia ni mshindi wa Foya Awards East and Central Africa 2023 24 katika kipengele cha uh, nini founder of the year uh, chini ya miaka thelathini. Pia uh, nipo kwa ajili ya kuzungumza na vijana. Lakini nazungumza nini na vijana? Mimi ni kijana kama hao vijana, naenda kuzungumza nao na leo nitazungumza na na vijana kwa mada inayoitwa fursa na vijana. Kwa nini fursa na vijana? Nadhani mnaweza mkawa na mnajiuliza hilo swali, kwa nini fursa na vijana? Uh, tunaamini kwamba vijana ni nguvu kazi, vijana ni taifa la kesho, vijana ni jamii tegemeo, au ni watu ambao wanategemewa na taifa katika kuleta mabadiliko chanya. Uh, ndo maana leo uh, nitatumia fursa hii kuongea na vijana kuhusu fursa. Ehe. Na kama nilivyosema kwamba vijana ni jamii inayotegemewa au ni taifa lenye nguvu, uh, au ni taifa la kesho na, uh, vijana ni watu ambao bado akili zao, miili yao na afya zao tunaamini ziko imara kuliko ni wale wazee. Hivyo tunaamini kwamba vijana ni rahisi sana kugundua fursa au kuona fursa kuliko hawa wazee au watu waliozidi umri. Na kwa nini nazungumza na vijana kuhusiana na fursa? Kwa nini nazungumza na vijana kuhusiana na fursa? Kwa sababu asilimia kubwa, vijana wengi hatujawa wazuri sana wa kugundua fursa na kuanza kuzifanyia kazi. Lakini kabla ya hayo yote, nianze kwa kusema au kuambia nini maana ya fursa. Yani eh, unaposikia neno fursa unaelewa nini? Fursa ni ile hali ya kuwa na uwezo wa kukiona kitu na ukakitathmini then ukaamua kukitoa sasa kutoka kwenye mawazo kuja kwenye vitendo. Sijui kama tunaelewa, yaani ni ile hali ya kukiona kitu uh, ukakifikiria then ukaamua kukitoa kwenye hali ya mawazo na kukileta kwenye hali ya vitendo eh, halafu baada ya kuwa umeamua kukitenda kile ulichokuwa unakiwaza kikaja kikakuletea matokeo chanya ambayo yatakusaidia kukuinua kiuchumi kutoka hapo ulipo kwenda sehemu nyingine. Nadhani tunaweza tukawa tumeelewana. Kwa hiyo, vijana, kwa sababu ubongo wetu bado upo wazi, au ubongo wetu uko fresh, tunaamini sisi ni rahisi sana kuiona fursa na kuamua kuifanyia kazi, maana fursa inaweza ikawa ni wazo. Sasa lile wazo umeliona, unatoka ulitoe, uliweke kwenye hali ya kutenda then ukishatenda ikupatie ikupatia matokeo chanya, hiyo ndio fursa sasa. Uh, kwa nini naongea na vijana leo kuhusiana na fursa? Fursa nyingi ndo zinazosababisha uh, watu au jamii kuwa Mwana? Uh, let's say, um, na kipato mona mfano, mimi napita barabarani uh, napita hilo eneo naona kuna uwanja mkubwa sana then yani, hiyo ni open space, alafu kwa mbele labda kuna kijito. Mimi naanza kufikiria kwamba okay, nikilipata ile eneo uh, either nitalima nyanya kwa sababu maji hapo jirani hapa, then nyanya nitaziingiza sokoni, nitafanya biashara ya nyanya. Huo ni mfano wa nini? Wa fursa. Lakini ninapokuja kuongea na vijana kwamba uh, vijana wengi kwa nyakati za sasa au karne hii tumebahatika kusoma, tumesoma Uh, tumefika wengine mpaka mavioni, wamefika wengine wapi na wapi, elimu za sekondari na vitu kama hivyo, lakini elimu ile imeshindwa kutukomboa moja kwa moja. Uh, au ile elimu ambayo tumeichukua hatujaweza kuja kuifanyia kazi huku sasa, mtaani kwenye maisha ya kawaida, na hiyo inasababisha kuwa na uh, ulundo au kundi la vijana wengi mtaani wakiwa hawana kitu cha kukifanya lakini hii yote inatokana na kwamba vijana tumekuwa wagumu au wazito kugundua fursa na kuamua kuzifanyia kazi. Tumekuwa tukiamini kwenye kuajiriwa, tumekuwa tukiamini kwenye kufanikiwa kwa haraka, tumekuwa tukiamini mafanikio ya haraka haraka, tumekuwa tukiamini njia za mikato, tumekuwa tukiamini njia fupi fupi au rahisi rahisi, yaani hatutaki kutumia muda mrefu ili kupata mafanikio au kupata matokeo. Sasa leo nitaongea na vijana, kwa nini tunazungumzia fursa, kwa nini tunatakiwa tuzione fursa na kuamua kuzifanyia kazi, lakini faida ya kugundua fursa na kuifanyia kazi itakuwa wapi? Kwa hiyo tukianza na fursa kama nilivyoelekeza kwamba ni ile hali ya kukiona kitu ukakifikiria, then ukaamua kukiweka kwenye hali ya kutenda. Umeona mfano huo nikawatolea pia. Lakini kwa nini vijana wengi wamekuwa uh, hawataki au hawaoni fursa mtaani? Umeona, kwanza kabisa tumekuwa na changamoto ya vijana uh, kulaza ubongo wetu, uh, au kuto kuchosha akili zetu au uh, kuto kutaka kusumbua akili zetu au uh, vichwa vyetu ili kugundua fursa ambazo zinaweza kusababisha sisi tukatoka kwenye hatua ambayo tuliopo kwenda kwenye hatua nyingine. Mfano um, vijana wengi sasa hivi tumejikuta tupo kwenye uh, wimbi la kubeti uh, tuna beti sana, tunacheza kamari za kila namna. Wengine wanacheza hizi guruguru, wanaita nini, bonanza, sijui uh, kuna wengine wanabeti kupitia mipira. Kumekuwa kuna beti nyingi nyingi, nyingi nyingi. Yote hii Uh, ni kulaza ubongo. Yaani, badala ya kuamua kufanya kazi tunaamua kubeti tukiamini tutatoboa kupitia beti. Yaani tunaamini kupitia bahati nasibu kitu ambacho sio kweli. Uh, lakini pia kuna kundi lingine la vijana uh, limekuwa uh, sasa hapa naweza nikaliweka kwenye kuna kundi ambalo sasa hili ndani hili kundi kuna makundi tena mawili, ikiwa na maana kuna jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Kwa wanaume, wale wengi wamejikuta uh, labda nazungumzia hao wanaotembea na nini mnaita vibenteni, yani mtoto wa kiume anaamua au kijana anaamua kutembea na wa mtu aliyemzidi umri, yani m, m, mama, mama ambaye amemzidi umri kumlazi. Sasa anatembea na mama aliyemzidi umri uh, kwa maksudi ya kujipatia kipato. Ndio hao wanaita wamama si, tuseme sugar mami Uh, ni nini, nini, mashangazi. Hawa ni vijana ambao wameamua kulaza ubongo wao na kutumia uh, njia isiyofaa kuamua kutembea na watu waliowazidi umri kupitiliza. Maana sio kuzidi umri tu, kupitiliza, anatembea na mtu ambaye sawa na shangazi yake au sawa na bibi yake kabisa. eh, yani, n watu wanaenda mbali zaidi, wanatembea na watu ambao sasa hata baba yake hawezi kutembea naye, kitu ambacho sio sawa. Lakini kwa mabinti pia, hawa dada zetu nao wamekuwa kwenye kasumba ya kutembea na watu wa, wa baba, yani watu wa jinsia hawa wababa, sasa wamewazidi umri kuliko hata baba zao, yani binti anatembea na mtu ambaye amemzidi hata baba yake kiumri. Eh, wanasema masponsor, eh, kwamba anatembea naye kwa sababu anampa hela, kwa sababu yule na mzee ana hela nyingi. Lakini hao wazee bwana wametafuta hela na wenyewe nyakati zao Haujui alitumia njia gani, na pia wazee wamekuwa na maradhi tofauti tofauti kama tunavyojua, karne hii na maradhi chungu mzima. Kwa unakikuta kijana umetembea na mama, sijui huyo mbibi amekupa maradhi asiyoeleweka, na wewe binti umekuja na huyu, umetembea na babu huyu, naye ana maradhi yake, anakuochia maradhi, alafu bahati mbaya sasa, kijana anatembea na mama, lakini muda huo anakabinti naye, na binti naye anatembea na huyo mzee naye anaka kijana. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa tunapata vitu yani, tunatengeneza jamii isiyoeleweka au jamii isiyofaa. Umeona, na sasa kumekuwa kuna madhara mengi kupitia hiyo changamoto. Kwanza vijana wanalaza ubongo maradhi na vitu kama hivyo, lakini pia wengine wanatumbukia kwenye kesi. Maana sasa unakuta binti wa elfu mbili elfu mbili na moja elfu mbili na mbili anatembea na baba wa miaka ya sabini. Hapo mzee ana maradhi, mzee ana kisukari, ana pressure. E, unaenda huku unamshurutisha mzee wa watu mpaka anafariki, unajikuta umeingia kwenye matatizo. Na kama tunavyosema mchumajanga, hula na wakwao, unajikuta sasa ile kesi unawaletea nyumbani, kizaa zake kinaamia nyumbani, wakati ulikuwa unafanya kwa ujinga wako na ufinyo wako kufikiri. Vijana tuache hizi tabia, lakini pia uh, watu tumeji, vijana wengine wa wameibukia kwenye utapeli. Vijana wamekuwa matapeli sana siku hizi, yani karne hii vijana ni matapeli kuliko kawaida, yani kijana anaingia kwenye utapeli kwa sababu ya kutafuta fedha eh, ndo hizi mnakuta tuma kwenye namba hii, sijui mara mimi ni wakala gani, sijui nimefanya nini, yani utapeli ni vijana hawa eh, hakuna wazee wanafanya hivyo vitu. Aa, lakini pia mabinti ndio hivyo wanajikuta sasa, anakuwa na wanaume wengi. Hii tabia sasa ya kudanga mara na mwanaume huyu huyu huyu, haya yote ni madhara ya kuto kutumia akili zetu kama vijana kuziona fursa eh, na kuamua kuzitumia. Lakini pia wadada tena pia wameingia kwenye shida nyingine, aa, wanajiuza kabisa sasa, wanajihalalisha wanaamua kujiuza kabisa eh unaenda pale na hela yako unapewa huduma kitu ambacho sio sahihi maradhi ni mengi mambo ni mengi lakini pia sio tabia nzuri hata vitabu vya dini haviruhusu eh? hata kama tukirudi kiasili yetu tukisema si vitabu vya dini asili yetu hairuhusi wala tamaduni zetu haziko hivyo eh? vijana tena ndo wamekuja wamepata shida zaidi eh? vijana saa hizi wanajikuta uh, wana, wanatumika kinyume na maumbili eh? unakuta kijana tu mzuri m shababi ameenda hewani na nini ya, lakini Mungu amemjalia muonekano na vitu kama hivyo vi, lakini unakuja kusikia ah, kijana sio riziki eh, kitu ambacho sio sawa. Hii ni fedhea kwa wazee wetu, hii ni fedhea kwa jamii inayotuzunguka eh? Yani hii ni kufuru eh, hata Mungu apendi kabisa hizo tabia. Lakini hii yote inatokana na vijana kuto kuziona fursa Me, au kutokuwa na mambo mamacho tambuzi yani, uh, u, u, ubongo uliochangamka kuto kuona kwamba hapa pana fursa anaweza nikaitumia lakini pia yote hii inatokea pia kwa sababu tunataka mafanikio ya haraka. Vijana hatutaki kufanya taratibu. Ukiuliza mzee wako anaweza akakwambia ameanza kutafuta uh, mwaka elfu moja mia tisa themanini lakini mpaka leo labda hana gari, ila sisi vijana tunataka kuwa na magari, tunataka maisha ya kifahari. Bahati mbaya tunawatazama marol modo ambao wametutangulia. Yaani wewe unamtazama mtu kama Diamond ndio rol modo wako, hujui eh? Diamond alipitia njia gani mpaka kufika hapo hu eh? Unatazama tu, ukiingia kule insta unaona post yuko na Rolls Royce, basi unachanganyikiwa, unafikiri Rolls Royce, alipata tu baada ya mwaka mmoja miaka miwili. Sio kweli. Kwa hiyo vijana, tuache hii tabia uh, uh, Lakini pia sasa nizungumze na vijana, fursa zipi uh, unaweza kuziona na ukaamua kuzifanyia kazi eh, hasa kwenye mazingira yetu haya ambayo tunayaishi, kwa sababu fursa ziko nyingi sana. Uh, sasa fursa zipi tuzo tukazitazama na tukaamua kuzifanyia uh, kazi, na zikatuletea matokeo uh, fursa ziko nyingi Uh, fursa ziko nyingi sana, ikiwa na maana mfano uh, sasa sio wote tunaweza kupata mitaji ya, ya kufanya biashara, na hatuwezi kuwa wote ni wafanya biashara, sio kweli. Lazima tugawane majukumu eh, na huo ndio mfumo wa dunia, unaenda hivyo. Hatuwezi kuwa wote wafanya biashara. Kijana unakuta amesoma IT eh, kijana amesoma IT kabisa na ameitimu Eh, alafu anasubiri kuajiliwa. Sasa, kwa nini hii IT yako usiitumie kwenye mambo mengine? Eh, umesoma IT kweli, na ukafaulu uka, uka vizuri, halafu unakuja kuwa mtaani, unaanza kubeta hmm? Eh, kwa nini usitumie, kwa nini usitumie IT yako au hiyo taaluma yako ya IT ukaamua kwamba okay mimi sasa Naamua ku, kuunda programu zangu kwenye kwenye kwenye kwenye mtandao au naunda programu zangu, zangu kwenye software yoyote, then naanza kuziuza. Sasa hivi watu wananunua program kila leo hmm. Sasa kijana amesoma IT lakini afanye wala haoni kama hiyo ni fursa eh? Haya, tunakuja tunakuta mtu mtu amesoma kabisa kilimo eh? Amesoma kabisa kilimo yani, amesoma kilimo eh, ni afisa kilimo mzuri tu Eh? Lakini sasa anasubiri kuajiriwa, serikali imwajiri, sijui akapime mashamba wapi, wakati hapo hapo nyumbani anashindwa kulima bustani, eh? Wewe ni afisa kilimo wa design gani? Kijana kama umesoma kilimo, eh? Na hujabahatika kupata ajira pale nyumbani, fungua bustani, matuta yako mawili matatu yanatosha kabisa, eh? Lakini sisi tunataka mafanikio ya haraka, taratibu taratibu ndio mwendo. Sasa hapo, hiyo elimu yako ya kilimo au hiyo taaluma yako ya kilimo unaitumia vipi? Utatuambiaje wewe ni afisa kilimo na hata bustani tu huna. haya kuna watu wamesoma uh, nini ufugaji, e, niweke kwenye mfumo gani? Lakini kuna watu wamesoma mifugo lakini hata sungula hana. Sasa wewe ni mfugaji wa design gani? Una apply vipi hiyo elimu yako ambayo umeenda umeipata huko kwa fedha nyingi za wazazi, unashindwa ku apply kuna watu wamesoma hotel management eh, wamesoma mapishi wamefundishwa, yani anam, mtu amefaulu kabisa kusoma me, hotel management amesoma uh, mapishi lakini sasa hata nyumbani hata kupika tu anaona ni tabu, analala tu, binti analala tu. Na nimesoma hotel management, nini unafanya eh? fungua basi, omba mama, ye, naomba hapo nje nipige banda eh, nipige banda hapo nje Eh, bandaumiza mitaji yao. Ukiwauliza hawa wamama, tunaona wanauza migawani. Umeona kwamba elfu sitini elfu sabini alafu binti anamiliki iPhone, alafu hiyo iPhone ukiangalia akitaka hata kuuza haraka haraka akosi laki sita laki saba, na stili anasema hana mtaji. Kila siku ni kubandika tu kucha eh, kubandika kope, kuvaa vinguo havieleweki, kukatisha katisha mtaani, kuiba waume za watu. Hicho ndio kitu anachoweza eh. Sasa vijana, tuache tabia hii. Omba nafasi hapo nje, yako, ya hapo nje uza hiyo simu yako ya laki sita laki saba uza hata kwa laki mbili bei ya sawa itakurudishia tu eh? Haya, kuna watu uh, wanakaa jirani kabisa na na vyuo wengine, mnakaa karibu jirani na vyuo kabisa, unakuta amekaa nyumbani kwao jirani na chuo haoni hata fursa eh? hata kutengeneza tu juisi eh? kutengeneza tu juisi anashindwa eh? Yani juisi ambayo kikombe sijui ni mia tano, anashindwa. Matunda yapo, Tanzania imejaliwa ina matunda mengi sana, tengeneza hata juisi ya machungwa eh? Wanavyo, wanapenda vitu rahisirahisi, wanavyo, ukiwapelekea vitu hizi hizi soft drink, wanapenda sana lakini umekaa nyumbani wewe, kuto kulalamika serikali, serikali, serikali, kitu ambacho sio kweli eh? Haya, vijana wa kiume, kutu wa kuna majengo yanajengwa mitaani. Eh, watu wanajenga kila siku eh, na watu wanahitaji wafanyakazi wa kuwasaidia kujenga pale, mafundi kusogeza tofali na nini. We kijana, kazi yako kuoga na kushika remote tu ya baba eh, kweli tunajenga jamii gani sasa? Na still tunalalamika aa, maisha magumu, maisha magumu, maisha magumu. Sio kweli. Kijana, toka ndani, acha kucheza game eh, kajitafute eh, Kafanye kazi. Hakuna serikali itakuletea hela ndani, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Lakini ukiacha hivyo, hizi hizi simu zetu simu janja hizi zina fursa pia, hizi simu zina fursa. Simu hiyo hiyo unayotumia wewe unaweza ukaibadilisha ikakuwa ikawa ofisi yako, inawezekana kabisa eh? Hasa wewe kutu kuchukua hela sijui kwa mzazi sijui namna gani unapata hela kuweka bando unaangalia tu huko Harmonize sijui amemtukana nani eh, wakati hiyo simu yako ni fursa. Siku hizi dunia ya utandawazi hii ya, yeah? dunia ya utandawazi vitu ni vingi, unaweza kuvifanya kupitia simu yako. Simu yako unaweza kuigeuza ikawa ofisi, eh lazima nikajitolea mfano. Uh, mimi nawajua watu wengi wafanya biashara wengi ambao wanafanya kazi online tu, hawana hata ofisi, umeona. Lakini yoyote kwa yote, nini waliamua kufanya? Waliamua kuthubutu Haya mimi mwenyewe naweza nikajitolea mfano uh, hii HKS Foundation wakati inaanza, tuko hatuna ofisi kama sasa eh, tuko hatuna ofisi, tuko tunafanya tu kwenye simu. Lakini ukiacha hivyo, hata hii Boom Store imeanza kwenye simu tu eh, yani kwenye simu tu, unachofanya ni kutengeneza uaminifu, watu wa kuamini, then unafanya nao biashara eh, lakini sasa hivi mimi na ofisi yangu na ofisi ya Boom Store nafanya lakini si kwamba kwetu ni mali safi, kwetu pakapakavu. Yani mimi kwetu ndo nimefanikiwa, umeona? Yani mimi kwetu ndo nimefanikiwa, sio kama tunaelewana. Yani kila kitu kinawezekana, kila kitu kinawezekana eh? Nenda dukani kwa mtu muombe, bwana watu sasa hivi mambo ni rahisi bwana. Eh, mimi mimi ni kama influencer eh? Kwenye simu yangu mimi nina viewers wengi mimi naomba, nitakuwa napiga picha bidhaa zako na post ikitokea, mteja unaniuzia mimi, naenda kumpelekea mteja. Nikipata faida 2000 kuna ubaya gani? Nikipata faida 3000 kuna ubaya gani? Mimi wakati naanza hii Boom Store nilikuwa naenda napiga picha blender, hata sijui, muda mwingine hata blender yenyewe mimi ni ya nani, ila mtu anakuja anambia mimi naitaka hiyo. Ninachofanya ni kutafuta sasa ile blender mpaka niipate. Mwisho siku unaipata, unaipeleka, unakuta mpata elfu tano elfu nne Baadaye sasa watu wananiamini wanaelewa kitoka kitu ana, ah Mr. Boom wewe nisaidie kitu fulani na kipataje? Umeona, lakini ilianza hivi hivi eh, na ukiangalia hata miaka ni hii miaka yetu, mimi nina miaka 27 hapa nilipo, lakini vijana wa sasa miaka 30 wapo tu kwa baba hajui anafanya nini, hata elfu moja tu ya kuweka vocha pia anaikosa. Sasa wewe ni baba gani unayeenda kuandaliwa? Huyu ni mama gani unaye-a- unayeandaliwa hapo? mwisho siku ndo tunapata kizazi kisichoeleweka, tunapata kizazi kisichofaa. Kwa vijana tujitahidi, tujitahidi kufanya kazi, tujitahidi, yani, tujitahidi kufanya kila kitu kinachowezekana, lakini sio kulaza ubongo. Umeona kwa hiyo eh? Nawaombeni vijana, nawaombeni sana sana sana, tuache kulaza akili zetu, tuache kufikiri kwa ufupi, tuache kuilaumu serikali, tuache kulaumu jamii inayotuzunguka eh? Tuwache, kuna wengine wamekaa nyumbani wanawaza baba afariki arithi mali eh? Vijana, hii sio sawa eh? sio sawa, tafuta kazi, ni nyingi, fursa ni nyingi. Nimewatolea mfano tu hapo eh, chache tu, kuna kilimo, kuna ufugaji eh, nime... yaani ujasiriamali mdogo mdogo, yaani wewe ni mwanamke mfano mtoto wa kike huwezi hata kumsuka mtu m, nini zile mnaita twende kilioni kwamba sasa nini mnyoosho eh? unashindwa kumsuka mtu mabutu akakupatia shilingi mia tano na huyu ni wa kike eh? unashindwa saa hivi. So, dunia imeenda mbali zaidi mpaka watu unaweza kutengeneza maua, ukauza maua haya ukayauza, inawezekana kabisa. Haya, kuna hizi nini, ulembo huu, kacha hizi, kacha eh. Yaani kutunga tu zile shanga mtu unashindo. Tunga shanga ukauza elfu mbili sijui elfu tatu. Haya siku hizi watu wanavaa sana bracelet. Bracelet vile vishanga sijui ni shingapi unafunga tu na mshipi. Eh? Kwa ufanya kitu ambacho kinatukosti sisi ni ile wa kiume ubisho, wa kike usistadu. Eh, usley queen sijui mnasema. Hmm? Wewe umeshika iPhone hapo ya laki sita, sijui Samsung ya laki nne, sijui Google Pixel sijui shingapi ku yani, si mtu ulioshika ni gharama, alafu unasema huna mtaji. Kazi tu kubishana simba na yanga simba na yanga yeah. Nani ana picha kali, sijui nani amefanya nini, nani ana followers wengi, nani ana viewers wengi. Sio kweli, tufanye kazi. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Mr Boom, naitwa Mr Boom, naitwa Mr Boom.